Kwa pamwana tuna mgeni tunaye dada Deborah Kizanga kutoka dawati la jinsia. Nafikiri utaona hapa kuna bango limewekwa na huduma yetu ya mtoto aa, FPCT Shalom, namba yetu ya kituo chetu hapa. Hebu soma kwa sauti kama unaona vizuri si? Alafu, naam. Kwa sauti basi, moja mbili twende ile tisa, nimeshaisoma, nataka tu zero. Kwenye zero ndio nasikia battery zinaisha. Haya, kuna wengine wanasema zero 823, wengine wanasema zero 823. Majibu yote A na B ni sawa. Umoja wa makanisa yenye nini? Ate nisome mwenyewe. Umoja wa makanisa yenye vituo vya huduma uh, ya mtoto na nani? ya yeah. Kijana yeah. kampeni ya kuzuia nini? yeah. mimba na nini? no. na ndoa za wapi? No, za utotoni. Mtoto ana haki iz, zipi zifuatazo? haki ya kwanza kulindwa, haki ya pili yeah, na haki ya tatu Shiki. Okay, mengine baada ya ibada unatakiwa uje ujisomee kwa matumizi yako. Amen. Dada Debora, tafadhali naomba nikukaribishe na madhabahuni hapa uweze kusema na watu wa Mungu. Makofi kwa Yesu Kristo. Yesu asifiwe sana. Amen. Kama nilivyotambulishwa naitwa Deborah Kizangu. Ngapi tu, wangapi tukionana naambia nipelekeni salamu kwa mchungaji mwamchungaji? <laughs> <laughs> kuna watu nakutana nao wengi mno. Ah, kiniambia tuna na ukiniambia tu umetokea Shalom Temple, kuna muda gani anapaka kipaumbele unajua? Bwana <laughs> <laughs> Yesu asifiwe. Amen. Niko dawati la jinsia na watoto, ni mratibu. Kwa hiyo tukikutana kwa lolote karibu sana na unatakiwa unikumbushe. Kwa kwamba tumekutana kwa mamchungaji, ah tumekutana Shalom, ila mamchungaji ni dada yangu <laughs> Kwa niko hapa kompa, nimeitwa na Compassion kuja kuongea kuhusu huduma ya mtoto, lakini jana tulikuwa tuna sesheni mbili ya wamama na watoto, lakini tukawa tumeongea vitu vichache tu kuhusu malezi ya watoto. Kwa sisi Kahama tulikuwa tumekubaliana mabinti zetu tuwape mipaka. Lakini mpaka wa kwanza mabinti tunaweza kuwapa kama sisi kanisa ni kuwapeleka mazabauni. Bwana Yesu asifiwe! Hatuna namna nyingine ambapo tunaweza tukawalinda mabinti zetu zaidi ya kuwapeleka mazabauni. Hakuna namna ambapo tunaweza tukamfuatilia binti kutoka hapo alipo mpaka shuleni zaidi ya kuwapeleka mazabauni. Lakini tukaekeana katazo, tukasema mabinti zetu wasifike kwenye vibanda vinaitwa studio library, wanapoweka muziki, wanapoweka movie Tukaona kumbe tatizo linaanzia pale. Matatizo mengi ya mabinti, ukikutana na binti form 2 amepata mimba, amepatia wapi? Library alikwenda kufanyaje? alikwenda kuweka mungu? Ni kweli, ameenda mtoto wa mpenda ameenda kuweka mungu, na aliagizwa na mama. Hivi kweli tunakosa muda? Tumepewa session kwamba waka mzima tu tunasoma Bible. Mama umekosa muda wa kusoma hata mistari mingapi, lakini una movie ambazo zina series karibia elfu moja na nawe chanzo cha kumtuma binti yako akaeke mume. Lakini akifika kule kwenye movie, si anapewa movie tu, anapewa vitu vingine ambavyo hatakiwi kuvipasa kuviangalia, umejua. Tumejua kwamba kwa wakifika kule, huwa wanapewa wanaonyeshwa na picha za ngono. Akionyeshwa ile, kama ni roho chafu inamkaa kichwani, ikishamkaa kichwani, najua anatembea nayo, na akitembea nayo hata kama akiwa anaenda shuleni hata ile uwepo wa kuwepo shuleni unakuwa hakuna, kwa sababu anakuwa anaitafakari, ambapo akiitafakari lazima anaenda kufanya. kwa Mungu atusaidie tusiwapeleke watoto tu wetu kwenye library ya mzimu. Bwana Yesu asifiwe, na tuwafundishe watoto tu wetu waache kubeti. Unajua, tuna vijana wa form 2 form 1 ni kabingo cha kubeti, yaani kameanza kujitafutia, unajua yani, tukianza kusema tunaanza kubeti, na maana tunaanza kupunguza ule ufahamu wa kutafuta pesa. Anaanza kujitafutia kenyewe, lakini wakati anajitafutia kenyewe kuna vitu kinatamani ambavyo so sio saizi yake. Tuli- tuliwaza sana tukasema, yaani, kuna watoto kuna muda ni wabishi, tukisema twende ibadani havitake, au anakuwepo lakini hayupo. Tukasema hakuna namna ambavyo tunaweza kufanya, lazima tuanzie na ibada nyumbani. Ibada ya kwanza si naanzia nyumbani. Mmhm, Mungu atusaidie tufike kwenye hiyo ibada ya nyumbani. Tumekutana na changamoto nyingi sana ukiangalia. Okay, unasema hii changamoto imefikaje hapa iliko, lakini ndio dunia na hatuna namna ya kupingana na dunia, na hatuna ulazima wa kuogopa. Umeelewana mm. Karibuni dawati la jinsia Kahama, karibuni polisi, nami nitaendelea kuwepo. Shalom.